Mheshimiwa Suma. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaipongeza sana serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan namna ambavyo imejenga mashule mazuri sana ambapo hata sasa hivi vijijini kule wana, wana maharusi walio wengi wanakwenda kupigia picha. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa mkoa wa Mbeya wanatamani kujua shule za primary shule za msingi kongwe ni nyingi sana ambazo hazijakarabatiwa ambazo ziko halmashauri ya Busokero Lungwe, Kiela, Mbalali, Chunya, Mbeya DC na Mbeya vijijini. Sasa je, ni lini serikali itakwenda kukarabati shule kongwe za msingi hizo mkoani Mbeya? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Suma Fyandomo ambaye amekuwa akifanya ufuatiliaji mkubwa sana katika sekta ya elimu kuhakikisha kwamba wananchi wa Mbeya wanapata elimu iliyo bora kuku kupelekewa fedha kwa ajili ya miundombinu lakini kuboresha sekta ya elimu kwa ujumla wake. Naomba niendelee kutoa msisitizo kwamba serikali ya awamu ya sita inafanya uwekezaji mkubwa sana kuhakikisha hata katika eneo la shule zetu hizi kongwe za msingi zinaweza kukarabatiwa na zinakuwa katika hadhi nzuri kwa ajili ya wanafunzi wetu. Kama nilivyotangulia kusema, shule kongwe 832 katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita tayari zimefikiwa na kukarabatiwa. Ni kuhakikishie mheshimiwa bunge katika mkoa wa Mbeya tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya kazi hiyo ya kuzifikia shule hizo ambazo ni kongwe, kuzifanyia tathmini na kuziweka katika mpango na bajeti kwa ajili ya kuzifikia na kuzikarabati ziwe katika hali nzuri. Asante.